Kwa, ilizima toka mwanzo kidogo tu. Kwa hiyo eh, hawakumsikia mzungu amezungumza yeah. <laughs> <saabu. laughs> hapa mkurugenzi wetu wa ufundi Paul Matthew kwa uchache ameelezea namna ambavyo Yanga Soccer School inakwenda kutengeneza mahaba ya mtoto na mchezo wa mpira wa miguu. Unajua, unaweza ukawa na mtoto nyumbani anapenda mpira lakini ili aupende zaidi mpira ni lazima auelewe huo mpira na awe tayari kujifunza kwa kupata mafunzo sahihi ya kimpira aweze kuendelea. Kwa ndio jukumu kubwa ambalo Paul Matthew na jopo lake la wataalamu kutoka nje watakwenda kuwasaidia watoto wetu kupitia Yanga Soccer School waweze kudevelop na kuwa wachezaji tayari.

Sio, ameongezea hapo kwamba Yanga Soka Skul itadili na watoto wa kiume na wasichana. Yaani, kama una binti yako nyumbani, mtoto wako ana miaka kumi na moja chini, kumi na tatu kushuka chini, kumi na tano kushuka chini, na unamuona, unataka awe kama Aisha Masaka eh? unataka mtoto wako afike acheze, mbali ni binti nyumbani, unamwona anapigapiga sufuria pale, anapiga nini bakuli pale, unaona kuna mchezaji sasa. Walikuwa hawapati majibu wazazi, mtoto wangu wa kike akiwa anapenda mpira nafanyeje? Inabidi nisubiri mpaka baadaye kamaliza, ndo yanga princess, JKT wamuone, aanze kucheza na ukiangalia hata makocha national team sasa hivi wanapata kazi kubwa kufundisha mabinti zetu mpira wakiwa kwenye levu ya kushindana. Kwa hiyo Yanga Soka School inakwenda pia kumpa msaada mtoto wako wa kike hapo nyumbani, mlete hapa katika umri huo mdogo, atafundishwa mpira akishafika miaka kumi na tano, miaka kumi na tano, kwa jopo la wataalamu hawa ambao tuko nao na hapo mwanzoni, sio aligusia habari kubwa kwamba miongoni Mwamu, wageni waalikwa wa siku ya uzinduzi wa Yanga Soka School ambayo itafanyika siku ya Jumamosi inshallah, Jumamosi hii inaokuja, atakuja kutuelezea vizuri hapa mkurugenzi wa mashindano, itafanyika wapi na taratibu zikoje kwa watu kwenda pale kupeleka watoto wao. Lakini mgeni mwalikwa ambaye tumemwalika na ambaye tunakwenda kufungua naye mahusiano ya kuliendeleza hili jambo ni Pitso Mosimane kocha mkubwa zaidi barani Afrika kocha ambaye kashafanya makubwa zaidi barani Afrika kashafundisha vilabu vikubwa barani Afrika kashatoa wachezaji wengi ambao wamekuwa wachezaji wakubwa barani Afrika. Na kama haitoshi Pitso Mosimane yeye yeah, alitangulia sisi, tayari anayo Pitso soka School kule South Africa na inafanya vizuri ko tumemwalika kwanza kushiriki na sisi kwenye uzinduzi siku ya Jumamosi, lakini namba mbili ni kuchota pia na maarifa ambayo yuko nayo ambayo ameyatumia kusaidia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya mchezo wa mpira miguu pale South Africa, kuanzia kwenye levu ya vijana kwao. Ni fursa kubwa kwa wazazi na walezi kuleta watoto wao Yanga Soccer School kujifunza mpira. Mimi binti yangu anaitwa Sharifa hii ni hiwe anataka iwe, hataki, mimi nitamchagulia ndoto. Atajiunga Yanga Soka School Sharifa, na sasa hivi nitaanza kumwita Sharifa Pele, nianza <laughs> kumjaza sumu e, tamleta kwa sababu ni fursa ambayo ningetamani mimi. Mungu amenijalia binti kwanza, sijui inakuaga vipi na hii technically, mtoto wa kwanza anaanzaga mwanamke, sijui inakuaga vipi <clears throat> aku mnanielewa, wenzangu, lakini ndoto zangu ambazo nitamani, ah, mtoto wangu wa kiume angecheza mpira, kumbe sasa hivi dunia, mtoto wangu wa kike anaweza kuzitimiza. Mimi kama baba nikawa nipo kwenye TV na muona Sharifa Kamwe anakitwanga pale, very nice na enjoy hivi. Unafikiri mzazi saa hizi wa Aisha Masaka anajisikiaje? Mtoto wake yuko Brighton guys, anacheza Brighton, ligi kuu ya wanawake Uingereza, huko Brighton na ukiangalia njia ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume kwenye kutuboa kama ya kike imenyoka nyoka hivi kufika huko Ulaya haraka. Sharifa Kamwe atacheza ndiki na atakuja Yanga Soka School. Na nyiye waandishi wote watu wazima wote, ni mna mwisho mna, mna wa mwezi kupeleka huduma mahala, mleteni watoto wenu Yanga Soka School, awe ni binti awe ni wa kiume, mleteni ajifunze mpira. miaka kumi na saba ambayo wewe ungeanza kupambana naye umlipia ada mpaka shule amalize, mia kumi na saba amekuja na soga school boli imo, anajisomesha anamaliza, na anakulea ana wewe mzazi. la ilioje ukenge, unaanza kulelewa na mtoto wako mia kumi na saba safi, kupitia mpira. Mpira ni ajira kubwa ambayo imesaidia vijana, nagusia po wa lazima tupeleke mahaba kwa watoto na technically tuwaandae wawe vizuri. Kwa hiyo hii ni fursa kubwa ndugu zanguni ambao mnanisikiliza, na Yanga imefungua hii shule maalum kwa ajili ya kutoa elimu hii, na wataalamu tumewaleta kutoka nje kwao, Messi watawaleta hapa. Kwa hiyo sio tena, sio shule, ni shule kweli ya football. Sasa nimkaribishe mkurugenzi wetu hapa wa mashindano aweze kutupa sasa taratibu, uzinduzi unafanyika wapi? Kuanzia saa ngapi? taratibu kutaka kuleta mtoto wako ajiunge na Yanga Soccer School unafanyaje? Si ndio bwana? maana watu kama mwanangu aende, taarifa anakuja nayo Ibrahim Mohamed hapa kwa kina. Pay attention, tumsikilize kwenye taarifa sahihi jinsi ya kumleta mtoto wako kujiunga na Yanga Soccer School. Karibu Ibrahim. Asante sana. Habari za asubuhi. Uh, awali ya yote niwashukuru sana kwa kufika lakini pili, sichukue muda mwingi hali niende moja kwa moja kwenye jambo la msingi. Yanga Soccer School uh, itakuwa na ada na ada yake ni nafuu, ni shilingi laki sita kwa mwezi wa kwanza na hiyo laki sita imebeba shilingi elfu hamsini ya, ya fomu ya usajili, imebeba laki na hamsini ya vifaa ambavyo tutampatia mtoto vifaa. Anazungumzia jezi zote tatu za Young Africans za msimu huu ambavyo ndio sare zetu tutakazokuwa tunatumia, lakini pia ada ya mafunzo shilingi laki nne baada ya kulipia laki sita Mzazi utakuwa unalipia shilingi laki nne kila mwezi, na akilipa kwa mkupuo labda miezi sita tunakuwa tuna discount. Lakini pili, mahali ambapo Yanga Soccer School itakuwa inafanya shughuli zake, tutakuwa tunatumia Mwimbili Cricket Park. Pale kuna viwanja vya Speed Sports karibu kabisa na shule ya Tambaza, barabara ya Umoja mataifa United Nations Road. Na hii ni kwa kategori zote za umri ambazo zimetajwa kuanzia chini ya miaka 13, 11, pia 15. Na wapi fomu zinapatikana? Fomu zinapatikana hapa makao makuu ya club Jangwani katika ofisi ya mashindano lakini pia ofisi ya ufundi.